furaha kwa wapenzi wa mpira Zanzibar kupata nafasi ya kushuhudia hatua um, hii ya nusu fainali kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka mingi sana bila kupata kupa, nafasi ya kushuhudia michezo hii ikichezwa hapa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza uh, inakuja kuchezwa nusu fainali hii kwetu sisi, ni furaha kubwa, na tunaamini hii itakuwa ni inspiration kwa timu zetu na wachezaji pia ambao wanacheza ligi ya Zanzibar kwa maana ya Premier League uh, kuona kwamba inawezekana na sisi siku moja tukafika la hatua hii na kama Zanzibar na bila shaka uwanja uko tayari kwa mpambano huo? Yeah of course, uwanja uko tayari sababu um, Simba walituma, uh, walituma barua ya kuomba kutumia uwanja na sisi tulichofanya ni kuwa link na wasimamizi wa uwanja huu kwa maana ya wizara, na baada ya hapo uh, wizara kukubali, maana ya kufikia makubaliano na Simba, hatua iliyofuata ni watu wa CAF kuja na walikuwa hapa kwa takriban siku mbili tatu wakikagua yale maeneo muhimu ambayo walitupa quotation ya kwamba tufanye maboresho na tayari yameshafanyika maboresho kwayo. Kwa hiyo, kwa asilimia mia moja uwanja una vigezo vya kutumika katika mchezo wa hatua yoyote ile, kwa maana hata ile michuano ya chani ambayo ilifanya tufanya haya maboresho, basi pia inaweza kufanyika Zanzibar kwa sababu kila kitu Tayari na hayo maboresho ambayo wakaguzi wa CAF waliweza kuyaeleza kuya kwamba ameyarekebishi yalikuwa yanalenga eneo gani? Uh, yalikuwa yanalenga maeneo makuu matatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa uh, ni pitch uh, kwa maana ya eneo la kuchezea ambalo tayari limeshabadilishwa kuwekwa nyasi za hybrid na kutoa zile nyasi bandia, lakini pia katika eneo la viwanja vya mazoezi kwa maana annex A na B ambazo zinatumika kwa ajili ya mazoezi kwa timu ambazo zitacheza uh, ndani hapa, hayo maeneo nayo tayari yameshawekebishwa. Lakini nyingine ambayo ilikuwa inazungumzwa ilikuwa ni maeneo la, la, eneo la media ambalo nalo pia limeshafanyiwa marekebisho pamoja na doping na kulikuwa kuna marekebisho madogo ambayo alitakiwa yafanywe kwenye doping room nayo na pia tayari yameshafanyika. Akiulizia kwamba uwanja huo e, pitch ama nyasi zake si pitch asilia, uh, ni ni nyasi asilia ambazo zina mchanganyiko na nyasi bandia kama ambavyo ziko kwa Mkapa pale. Kuna yani, hybrid inakuwa ni nyasi asilia ambazo zimechanganyika na nyasi ambazo si asilia kwa kiasi kidogo, yani nyasi zile za kuoteshwa moja kwa moja ama nyasi ambazo e, nyasi hizi bandia ambazo zinazungumzwa, yani tuweke wazi kwenye neno hili, yani hybrid inakuwa kuna nyasi ambazo zinaota kwa maana ya kukua na kukatwa lakini ndani yake kunakuwa na nyasi ndogo ndogo pia ambazo hizi ni za bandia na ndio maana ikaitwa hybrid, kwa maana ni mchanganyiko wa nyasi za aina mbili. Haiwi bandia peke yake kama labda viwanja kama uh, tuchukulia za Mbeya City ama viwanja vingine. Kwa hiyo ni, ni, nyasi, ni nyasi bandia ambazo zina nyasi asilia ndani yake kwa asilimia kubwa, kwa huwa zinagawanywa kwa asilimia. Kama nyasi bandia zitakuwa asilimia arobaini basi asilimia sitini zitakuwa zile ambazo ni asilia na ndivyo vigezo ambavyo vinahitajika na kafu kwenye michuano yao ya kimataifa, yeah of course. Na ndio maana wametupa barua ya ku approve kwamba uwanja huu unafaa kutumika, na tutarajie pengine, ukiacha tu mechi hii, tutakuwa kuna mechi nyingine hata chani muyam... ambavyo itakuwa imeanza, basi tarajie pia mechi za CHAN zitachezwa hapa, kwa sababu ni uwanja ambao unakizi kizi vigezo kwa asilimia mia, mia moja. na wito wako ni upi kwa Watanzania hasa kuelekea kwenye mechi hiyo Zanzibar, kwenye dimba hilo kuhozi mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika? Uh, wito wangu bwana, kwa mashabiki wa mpira migu, wa miguu Zanzibar na Watanzania kwa ujumla, kwa wale ambao wako mbali wajitahidi tu kuwahi mapema. Unajua uwanja wetu pia si mkubwa kiasi hicho, ni takribani watu kama elfu kumi na sita kumi na saba hivi ndio ambao unachukua capacity yake mashabiki wanunue mapema na wajitokeze kwa wingi kuja kuishangilia timu hii ambayo ni mwakilishi pekee wa Tanzania katika michuano ya kimataifa. Na sisi kama shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, tuko tayari kuunga mkono kwa namna yoyote ile kuhakikisha wanafanikiwa katika hatua hii na hatua zijazo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.